Hotuba Mlimani, sehemu ya nne, kipengele: si heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Mateo tano mstari wa nne. Rafiki yetu mwema Mungu kechie mali juu mbinguni, asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa kuwa ni mwenye huruma, asante kwa kuwa wewe si mwepesi wa hasira. Tunakuja mbele zako tukilihimidi na kulishukuru jina lako kwa makuu ambayo umetutendea katika maisha yetu. Rafiki yetu mwema unapoenda kujifunza neno lako tunaomba ukae pamoja nasi, ukatuondolea udhaifu wetu, ukatusamee dhambi zetu zote, kupitia somo la leo watu wakaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Kupitia somo la leo watu wakaweze kutoka wakiwa na badiliko kubwa la la, la, la, la dhambi. Rafiki yetu mwema, tunaomba sasa ukawe pamoja nasi katika somo la leo kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Mpendo wa msikilizaji, ikiwa unapitia uchungu na huzuni, ili upate kufurahi katika maisha haya unatakiwa umtumaini Mungu, na hili linadhihirishwa katika kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa uh, Yohana wa kwanza 5 mstari wa 4 anasema, na huko ndiko kuushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Kumbe mpendo wa msikilizaji, ili tuweze kuushinda dhambi na kushinda ulimwengu huu wenye changamoto na shida mbalimbali, natakuwa mbali, tuweze kumtumaini Yesu natakuwa tuweze kumwamini Yesu. Mpendwa msikilizaji, wanaheri wanaotokwa machozi pamoja na Kristo wakihuzunikia dhambi za ulimwengu huu, na mtu anapohuzunika kwa sababu ya dhambi za ulimwengu huu mara nyingi huwa hawajifikiri nafsi zao wenyewe, bali wao wanafikiria na watu wengine. Mpendwa msikilizaji, Yesu akiwa ni mtu wa huzuni Anaona maumivu ya roho yasiyosemekana ya mtu fulani. Alichubuliwa kwa ajili ya dhambi zetu, alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Anatamani leo uje kwake ili aweze kupatia msaada. Yesu huyu anajitahidi kuwasaidia wanadamu hawa katika haja zao na misiba yao, na anaumia anapoona wanadamu wengine wasiotaka kuja kwake wapate kuwa na uzima. Na wote wanaofuatana na Kristo watashirikiana katika kila jambo wataingia katika kazi na pia wataingia katika msiba wake wa kuokoa wa roho zilizopotea. Watashirikiana na yeye katika kuongoa wale ambao wamepotea katika dhambi. Watashiriki mateso ya wa Kristo, watashiriki pia katika utukufu wake utakaofunuliwa. Kama Yesu huwa pamoja na, na, na mtu yeyote anayeingia kazini mwake akihuzunika pamoja naye akiteseka pamoja na, e, aki, aki pamoja na, na Kristo huyo mtu atashiriki pia katika utukufu wake. Mpendwa msikilizaji, Yesu alichagua njia ya mateso ili aweze kuwasaidia wanadamu na kuwafariji. Hii inadhihirishwa katika Waebrania 2:18, anasema na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kila ambaye ameshiriki mateso yake Kristo, inamuhusu kushiriki katika kazi hii pia katika Wakorinto wa pili moja msali wa tano inasema kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Mpendwa msikilizaji, unaweza ukawa unatamani kuacha dhambi fulani na unajikuta mara kwa mara unairudia, unajikuta baada ya kuf, ku, ku, ku, kufanya toba u, kuomba msamaha una, unarudia tena, unalia machozi, unaumia leo na kupendekezea Yesu Kristo, usikate tamaa kumwomba Mungu na kutambulisha kwako leo Mungu mwenye neema maalum kwa wenye huruma kwa wenye e, e, uzuni. Neema yake ina nguvu ya kulainisha moyo na kuwavuta wa, wa, watu wote kwake wanaotamani kutubu na kuungama dhambi kiukweli. Nenda kwake leo ukatubu na kuungama, utapona. Upendo wake hufungua njia na kuingia katika moyo uliojeruhiwa na kuchubuliwa na kuwaponya wale wenye huzuni. Mungu na hakuponye leo na hakuondolee huzuni zote unazozipitia. Baba wa rehema, Mungu tupatie faraja, tufariji, tuondolee na dhiki hizi za dhambi, tusaidie tuweze kupona katika dhambi zote, tuweze kushinda dhambi zote. Mungu wa mbinguni, hakufariji katika dhiki zako zote ili tuweze kuwafariji wale wote ambao pia wanapitia changamoto kama za kwetu. Baba na rafiki yetu mwema, Mungu mwingi wa huruma, tuhurumie watoto wako katika siku ya leo. Tuwahurumie wagonjwa wote ambao wanaumwa katika siku ya leo. Muhurumie mama yule mwenye kisukari, ana upungufu wa damu, ameshindwa hata kusimama mbele na kuimba kwa sababu anajisikia kizunguzungu. Rafiki yangu mwema, mwonee huruma kijana yule, tazama, anateseka na mawe kwenye figo na ameamua ame kufanya kazi yako ya kusambaza vitabu ili aweze kuleta wafuasi wengi kwako. Baba yetu mwema, atawezaje kufanya kazi yako huko anaumwa? Atawezaje kusimama na kuimba na kukusifu wewe kwa njia ya nyimbo huko anaumwa? Ukamponye. Asante kwa kuwa unapitisha nguvu za uponyaji sasa. Asante kwa kuwa damu zinarejea katika mwili wake. Asante kwa kuwa kongosho linafanya kazi na kuzalisha insulini ya kutosha na kuhakikisha sukari inaondoka katika damu na kufanya kazi katika sehemu mbalimbali za mwili. Asante, rafiki yetu, kwa kuwa unaondoa presha na mayo kwenye figo. Asante, rafiki yetu mwema, kwa kuwa unamwonea huruma mtu fulani na kumsaidia kushinda dhambi inayomsumbua. Tulinde na kutuongoza katika siku ya leo. Tunaomba na kuamini umetenda kupitia jina la thamani kuu kuliko yote duniani, jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Na wote wanaoamini waseme amina.